Saa ya urejesho. Mungu ni Mungu anayefanya kazi kwenye majira. Kwa kila jambo kuna majira yake. kwa kuna majira ya adui kuiba, na kuna majira ya Mungu kurejesha. Na ndio maana na sisi tuna wiki ya urejesho, maanake ni majira ya Mungu kurejesha. Moja ya mahali misingi inaenda kukamata ni kwenye tumbo la mwanamke kwa sababu tumbo la mwanamke ni kama kiwanda ambacho mtoto anapita pale kwenye kile kiwanda, na inategemea kile kiwanda kinatoa product ya aina gani. Na ndio maana maandiko yanasema walio wengi wamejifunza uongo tangu wapi? Tumboni, kwa manake walipotoka mbinguni hawakutoka wakiwa waongo, lakini walipopita kwenye matumbo ya mama zao, misingi ya familia ikaachilia kitu cha uongo ndani yao, wakazaliwa nacho. Na hawa walikuwa na kitu chema kabisa, lakini misingi ikabadilisha. Lakini saa ya urejesho ilipofika, Mungu haangaliagi mwenendo usiofaa, anaangalia alichokupa ambacho adui amekunyang'anya. Sema amina kama unanielewa. Adui hakujua kwamba kuna saa ya urejesho kwa jina la Yesu. <laughs> Saa ya urejesho ikija, Bwana anakuita ili akurejeshe ulichopoteza, anakuita akurejeshe ulichopoteza. Oh, ndiyo maana saa ilipofika, Mungu alirejesha tena utumishi ndani ya Sauri, hakuangalia tabia isiyofaa, alirejesha alichopoteza. Oh, wiki hii siku nane, Mungu anakuita tena, ya kwamba kuna kitu umepoteza ambacho ulizaliwa nacho, kuna neema umepoteza ambayo ulizaliwa nayo, kuna kibali umepoteza ambacho ulizaliwa nacho, kuna utumishi umepoteza ambao ulizaliwa nao. Anasema njoni kurejeshee. Nasema urejeshewe wako, wapo wanaosema amina hapa? Nasema urejeshewe